ina wajibu wa kuhakikisha kina karibisha mazungumzo mazungumzo ya kidiplomasia baina yake na vyama vingine vya siasa ambavyo wanapishana kimtizamo. Nakumbuka CF na FDD kule, eh, watu walikaa wakazungumza wakazungumza walikaa kwa mustakabali wa nchi yao, na mpaka leo hali iko shwari kwa hiyo na mimi wito wangu kwa Chama Cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala ni kwamba inayo dhima ya kuhakikisha inaleta watanzania pamoja, nchi pamoja, na kusikiliza pia hawa wanaosema no, kwani wanasema no, wanataka nini? Kuna nini? Kuna sababu gani? Nadhani hayo yakifanyika, hayo kwa umakini mkubwa, itasaidia kuharmonize nchi yetu kwa sababu hatuwezi kudisregard completely completely, ni kwamba kila upande utimize wajibu wake vizuri na hatimaye nchi iweze kubaki salama, kwa sababu sote tunachulia ni nchi ya Tanzania. Sasa nitashangaa, nita, nita, nita kuona kuna chama cha siasa ambacho kinafurahia aliyotokea juzi kwamba, kwamba, kwamba, kwamba nchi imewaka moto, kimenuka, uchumi umeharibika kwa kiasi gani, mapato ya serikali kiasi gani? Sasa unachoma hospitali ya serikali unachoma zahanati unachoma mwendokasi ambayo wewe ndo unapanda kila siku, unachoma hospitali ambayo unakwenda kupata tiba, unadhoofisha nguvu ya serikali ya kutoa huduma kwenye jamii yetu. Haya tujue ni madhara makubwa ambayo waathirika ni sote, ni sote. Viongozi wanaathirika, wananchi tunaathirika, wafanyabiashara wanaathirika, kila mtu anaathirika. Hakuna bana baki salama katika hali kama hii. Mwisho ni washukuru wale wote ambao dhamira zao ni njema kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, ambao dhamira zao ni njema kupinga uhalifu na makundi ya ugaidi haya. Lazima muyakemee, tuyakemee kwa pamoja, ili nchi yetu iweze kubaki salama. Nimekupa mfano halisi kwamba wa, wamesimamisha gari, wanachoma moto gari, gari la raia kama mimi na wewe, wanakwenda kuiba bidhaa dukani. Ni nini hiyo? Huu ni uhuni na ni uharifu, lakini very logical, kwa sababu kuna tukio la uchaguzi mkuu la tarehe ishirini na tisa. Chama Cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala, inayo kazi ya kwenda ndani kuangalia kwa nini kwa nini tarehe 29 kwa tisa. Kwa hiyo sina comment yoyote ambayo ni associated na previous activities, isipokuwa mie ambacho nazungumza, kwa sababu ni siku ya uchaguzi lazima tu reason. Sasa kwamba kwa nini siku ya uchaguzi imetokea hii alafu sasa, eh, kazi ianze kufanyika kwamba, wedha kulikuwa kuna vitu vingi nyuma vika accumulated huko nyuma, na ni vitu gani? Kwa mfano, mi nilitegemea kitendo cha magari ya mwendokasi kuchomwa ile siku za nyuma kabla ya uchaguzi, nilitegemea eh, kiweze kuonwa katika sura nyingine na tahadhari nyingi zichukuliwe kuelekea sasa huku mbele, kwa hiyo majibu yangu yako hivyo e, kwa ufupi sana kwamba tarehe 29 ni siku ya, ya uchaguzi. Hao wahuni si Watanzania? Hawa si wamo Watanzania, wahuni wetu wako mumu. Kwa hiyo pia na wahuni kuwasikiliza nao sio vibaya pia, na wenyewe wanasema nini katika aspekti ile, ni vizuri kuwasikiliza wote kikapu nani wakutani, pia au ni e, vyombo vya usalama yeah, kukutana na rais kwa ajili ya kusalimiana. Majibu yote yanafanya kazi. Jambo la kwanza, nyote ni mashahidi hapa, tulisikia kauli za wakili mwenzangu eh, Lissu ambaye yuko anapambana kesi yake akisema kitanuka tarehe 29 tutavuruga uchaguzi. Tulisikia hayo huko nyuma, lakini tumeshuhudia pia uchaguzi kweli kimenuka, kwa stili yake ilivonuka, si ndio? Ndio maana tunasema kwamba ipo kazi ya kisiasa ya kufanya, sio ya kubeza, ya kufanya ya kuharmonize hii hali na kuona kuna nini huko katika milango ya kisiasa ni muhimu, lakini, nafasi ya wahuni haiwezi kuondoa ukweli kwamba wako wahuni wanaofanya hayo mambo. Lakini pia mimi sina ushahidi wa matakwa ya kisiasa yaliyoletwa tarehe 29 yakakataa kushughulikiwa, sina. Lakini tunaona eruptions za watu wameshika silaha mitaani wanajinasibisha wa, wa, kuwa polisi. Mimi ninakwambia nimevamiwa mimi, narudia mara nyingine, na watu walioshika silaha na sio polisi.